Ha, sani, nashukuru ha, <laughs> na, <shanku. laughs> na tumezijaza fomu hizo zimekamilika, na kama tulivyoelekezwa na chama, tumekuja tena kwa ajili ya kurudisha zile fomu. E, tumekutana na katibu wetu wa chama, amezikagua, ameridhika na kwa hiyo Uh, tunamshukuru Mungu kwamba mambo yote yamekwenda vizuri, na kwa hiyo sasa sisi tunasubiri sasa taratibu za chama. Najua kwamba kutakuwa kuna vikao mbalimbali ambavyo vitakuwa vinafanya maamuzi kuhusu mambo ya uteuzi. Kwa sasa hivi, mimi nadhani ni mapema mno kusema kwamba nimejipangaje kwa sababu ni e, sasa mimi siwezi kusema lolote lile ukiacha kwamba nitasubiri sasa. Mimi nilichojipanga hasa ni kumwomba Mungu, unaona eh? ili Mungu aone na katika vikao hivi basi na mimi Mungu akanikumbuke, ili niweze kupata nafasi hiyo ya, ya kuteuliwa sasa. E, ndilo naloweza kusema hapa, ndio nimejipanga kuendelea kumwomba Mungu, yawe kama ni, tulivyokusudia na kama ilivyokuwa matarajio e, yangu mimi na familia yangu na pia e, wananchi pamoja na wanachama wenzangu.